Kama tulivyo hapo kwamba waumini wa dini ya Kiislamu duniani kote wako katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo baada kuo ya kuhitimisha mfungo huo utafuatiwa na sikukuu ya Eid El Fitri ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 31 mwezi Machi mwaka 2025 ama tarehe moja mwezi Aprili mwaka 2025 kutegemea na mwandamo wa mwezi. Katika kuadhimisha sikukuu hiyo, Jeshi la Polisi Mkoa wa Kusini Unguja limejipanga vema ili kuhakikisha linadhibiti hali ya usalama na matukio eh, ya matishio ya kiusalama yasijitokeze eh, katika himaya yetu, ambayo mara nyingi watu wengine wahalifu wanatumia fursa ya sikukuu kama hizi eh, ili kutimiza malengo yao ya kihalifu. Hivyo basi jeshi la polisi mkoa wa kusini Unguja limejipanga kuimarisha ulinzi katika viwanja vyote vya sikukuu ambako watoto wataenda kusherehekea, lakini umeimarisha doria mitaani, maeneo ya fukwe za bahari na kumbi za starehe, ili kuhakikisha wananchi wanasherehekea sikukuu hiyo kwa hali ya amani na utulivu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa kusini Unguja inawasihi wazazi na walezi kutowaachia watoto kwenda kwenye viwanja vya sikukuu wakiwa bila uangalizi wa watu wazima ama walezi ama wazazi wao wenyewe, lakini pia kutowavisha vidani vya thamani eh, ambavyo ambavyo huweza kuwashawishi wale wahalifu kuwaibia, lakini pia kuwavisha nguo zenye staha, nguo zenye maadili mema ili waweze kusherehekea e, sherehe hizi huku wakitunza maadili ya nchi yetu. Pia tunawakumbusha kwenye makazi ama kwenye nyumba za kuishi, watu wanapokwenda kwenye sherehe lazima wahakikishe nyumba ziko zimefungwa vizuri, na ikiwezekana kuacha mtu mmoja ama wawili kwa ajili ya uangalizi, ili kuondoa fursa ya wahalifu kwenda kuvunja majumba na kuiba. Kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi limejipanga vizuri kudhibiti mienendo ya vyombo vyote vitakavyotumia barabara ili kuepusha ajali. Lakini pia tunatoa wito kwa wananchi waendeshe vyombo vya barabarani au vyombo vya maringi mawili magari, huku wakifuata sheria za sheria na kanuni za usalama barabarani ili kulinda maisha yao na maisha ya watu Aidha, tunawasihi madereva wote wasitumie kilevi wanapoendesha magari, wasiende mwendo kasi, lakini waepuke eh, kuyapita magari mengine ama kuvateki bila uangalifu, ili sherehe zetu ziende kwa amani eh, na zikiisha kwa amani itakuwa ni jambo la heri zaidi. Na wananchi kwa ujumla mwendelee kutoa taarifa juu ya uhalifu na wahalifu kwa kushirikiana na jeshi la polisi. tunaamini kwamba Uh, Eid El Fitri bila uh, uhalifu, Mkoa Kusini Unguja inawezekana. Asante kwa kutusikiliza.